Bwanaesi uh, wasikiwe mtumishi wa Mungu, shalom. Jioni uh, ya leo au usiku wa leo, naomba nikushirikishe ibada hii fupi. Uh, kwenye safari yangu ya maisha nimekuwa nikiwasikiliza watu tofauti. Watu wengi, uh, wamekuwa wakiniambia mambo mengi kuhusiana na maisha yao, lakini kitu ambacho nimekuja kugundua, watu wengi kwenye haya maisha wamekata tamaa. Kuna watu hawaoni wapi pa kuangalia, wapi pa kutazama. Kuna watu hawaoni mwelekeo kabisa wa maisha yao. Kuna watu wanaona wamefika mwisho. Kuna watu hawajui nini cha kufanya. Kuna watu wanatamani hata hiyo pumzi ambayo Mungu amewazawadia ame Mungu aichukue waondoke kwenye dunia, kwa sababu ya machungu mazito ambayo watu wanayapitia. Iwezekana Mungu amekubariki wewe, uko kwenye neema, mshukuru. Lakini wako watu wanapitia machungu, wako watu wanapitia magumu. akati nikisikiliza kesi za watu mbalimbali, nikakumbuka once upon the time na mimi nilipitia ya kupitia lakini nilisimama na Mungu, nikamwona Mungu amenivusha nilisimama na...